Vipi shemeji, mbona kama upo sawa? Vipi, nani nimemkuta? Hapana, kwa sababu hata mimi nilikuwa katika harakati za kumtafuta na sikufanikiwa kumpata mpaka hivi sasa, na pia nashangaa wewe kuja kumuulizia, kwa sababu akili yangu nilikuwa najua fika atakuwa yupo kwako, Shemeji. nilikuwa na shida na naa, ila kwa kuwa na yuko sio mbaya, nikakwambia wewe, kwa sababu sioni kunificha kitu chochote. Mm -hmm, una habari kama Kisturi amerudi hapa kijijini? Kisturi? Kisturi gani tena? Mbona mimi na taarifa kuwa Kisturi amefariki. Sasa inawezekaje we ukamwona Kisturi hapa kijijini? Shemeji, Kisturi hajafa Hivi ninavyokuambia kistuli nimekutana naye huko. Ndio maana nimetoka mbio kuja kumwahi mdogo wangu. Unajua fika kuwa wewe na kistuli mlikuwa na mahusiano. Vipi akija kujua kama umemwoa ume mdogo wangu? Si mdogo wangu atakuwa katika matatizo. Ni kweli shemeji. Lakini nakuomba ile swala achana nalo kwa sasa. Tuangalie ni namna gani tunaweza kumpata na. Alafu ayo mambo mengine tutajua tunayafanyaje. Sawa shemeji yangu. Sawa. Na akirudi mwambie kwa nilikuja, na kama mimi nitamuona, basi nitampa hizo taarifa. Sawa shemeji. Nimegoma, nimegoma, nimegoma kuzikwa Eh, nimegoma kuzikwa, nimegoma, nimegoma kuzikwa. Kistui mdogo wangu, unajua, inashangaza yaani. Pak sasa hivi sielewi kwanza imekuwaje, kuwaje paka mpaka upo hai, kwa sababu mimi nakumbuka ulikamata uli kwa sababu ya kesi ya wizi na mkachomwa wa moto wote kwenye kundi leni. Sasa imekuwaje? Leo umekuja yaani, umekuja yaani, kwa dada yako hapa, upo hai kabisa, yaani nakuona ni mzima wa afya, Kisuri. Ni kweli sister, unachokizungumza tulikamatwa, lakini kabla hajalichoma moto, mimi nilikimbia, ila nilikimbilia mjini, na sasa hivi nimerudi, nadhani yale mambo yameshaisha ni kweli yawezekana ya maisha lakini, Kisturi, bado hujaacha tabia yako hii. Tabia yako ya kuvuta masigara, mabangi, manini hivi utaacha lini mdogo wangu? Kwanini usibadilike? Hebu basi badilika, kuwa kama mwanamke basi, kama mimi basi, dada yako kangu. Mi natoka ndo naenda mitikasi mm, naelekea kule bondeni kwenye mashamba ya mzee Malengo haya sawa Semeji, baadaye. Baridi sista, tuachane nayo. Naomba nikuulize, vipi tamu yangu master yu <laughs> Kisturi, mbona nifurahisha, yaani umeondoka muda mrefu hapa kijijini, uitegemee master kusubiri eh? ingali ujaonana naye muda mrefu, ujakua naye muda mrefu Atakusubiria wapi, ingali kila mtu hapa kijijini anajua kama wewe ushakufa, na hata huyo Jemasta mwenyewe anajua wewe ushakufa. Yaani kwa taarifa tu nikupe, amemuoa ana ndugu yake na Salma. Unasemaje? Ndio hivyo, amemuoa na Kumbe ndo maana yule chula Salma alivoniona akakimbia. Eh? Baridi. Weki story. Aya wapi na mapanga yako mkononi? Nisikilize sister. Mi siwezi kumruhusu mtu yoyote awe na Jay Master. Hivi mnajua nimepoteza gharama gani juu yake? <coughs> Weki story wewe. Yaani hapo tayari ushaharibu. Huko ulipotoka umenusulika na kifo, sasa hivi unakuja kuharibu tena. Kuna ajera mama yangu, sijui unanielewa. Mimi kama unavyotuona ali yetu, mimi naenda uko uko, huyo mke wake ama zangu ama zake Eh. Wajii malengo babu? bau ah, mbona ah, sikuelewi ndugu yangu, yani umebadilika siku mbili hizi, yani unachokifanya hata kieleweki, hivyo kwa leo kwaacha nyumba kuja kulala hapa? Tena kwenye kuti, mimi niko saa wao wanataka nilale wapi sasa? Jini vipi, ndugu yangu, mbona unachokiongea mimi sikielewi? Mimi nikaenda ndani, wakati kuna msala au kama cha makuzi. Hapo kuna maiti. Maiti yenyewe yanayeleweki na yanazunguka muda wote. Kwa mimi nalala zangu hapo, nisingii ndani. Waji. Waji, hivi unajielewa kweli mwanangu wewe? Kweli kichwani zinasoma mwanangu? Ina maana toka siku ile hujamzika au sio? Huyu mwanangu mbona anafanya vitu kama mtoto mdogo mwanangu? Kwani unajua kabisa ni msala mwanangu. Haya sasa. Asianza kuoza mundani. Kuna siri tena hapo. Uwe, vipi mwanangu mbona uko serious? Malengo, acha makuzi mwanangu, u ni mwanaume ushanielewa. Mimi shakueleza nishamzika kitambo, shanisoma yaani, mpaka sasa hivi uko ndani humo, ila mimi nilimzika. Naomba uniamini, mimi siwezi kudanganya wewe ah. Kwio ninafanyaje mwanangu? Nimegoma, nimegoma, nimegoma kuzikwa. Eh, nimegoma kuzikwa, nimegoma. Nimegoma kuzikwa eh, nimegoma kuzikwa. Yani, bala menishalivaga mwenzenu, mpaka najuta, imeniponza tamaa Mke wako yuko wapi Kisturi? hiyo ndio salamu? Alafu nashangaa kukuona kuwa ni mzima wakati nimesikia umekufa. Na pia wewe, mke wangu wa nini? Alafu ilo panga la nini? au ndio umembebea mke wangu na amekufanya nini? Kwani unajua sikuelewi kabisa Kisturi. Nisikilize nikwambie. Je, nishaharibu vitu vingi kwa sababu yako. Uko wenyewe, nipotoka huko nishaharibu, nimerudi hapa kwa sababu yako. Alafu nafika hapa naambiwa wameoa wewe mwanangu, nanichukulia baridi, au sio? Wewe nataka unielekeze mke wako yuko wapi? Kisturi, unajua unavyozungumzia kuhusu mke wangu unanichanganya, kwa sababu mimi mwenyewe nipo katika harakati za kumtafuta na mpaka muda huu sijui kabisa mke wangu yuko wapi. Unanichanganya sana Kisturi. Alafu kuhusu swala la mahusiano yangu mimi na wewe, si bora tukakaa chini tukazungumza? Wewe unataka ukae chini na nani? Unataka nikae chini ili unipange, au sio? Mimi sipangiki sana. Kwambiaje mke wako nikionana naye, ama zake ama zangu.

Tuona kesi hicho nyoka. Mke wangu nyoka, ana nyoka, nimekutana naye pale. Mke wangu nusu anigonge nyoka. Kwa hiyo unafurahia kabisa yani? Mumeona umetoka kusokosana na nyoka, wewe unafurahia <laughs>

Kisuri, kumbe wewe mzima kama unavyoniona. Oya, nimekuona umetoka lesi kinyamani, na jinsi ninavyokujua uko mbele, umetoka kukuapua. Sina muda wa kupoteza, toa mazingira tugawane. Gawani mi sina mazingira yote yale, afu ujue michongo mi shaishaga kitambo sana. Sema kuna mazingira fulani, kuna msikaji ananidai pale, tnamkimbia mshamba nini? Yani, mimi nilijua umetoka kupiga madili, kumbe unakimbia deni. Kaza wa wa kiume, watakumanua. Nimegoma, nimegoma, nimegoma kuzikwa, eh, nimegoma kuzikwa, nimegoma Nimegoma kuzikwa. Nimegoma kuzikwa. Hey, dada kwema? Kwema. sasa hivi karibu. Asante. Vipi, kwema? Kwema. chuka malaba vipi, na alifika hmm hapa kwako dada? Na hapa sijamwona, alafu wewe ni mtu wapi unakuja kumuulizia mara ya kwanza alikuja mume wake wakawa wanazozana na, na mjomba. Kwani kuna kitu gani dada? Bila eh, shaka ndugu yetu atakuwa kapotea, maana hata nilivyotoka kwa mume wake, naye kaniambia hivyo hivyo. hajui wapi alipo. Kilichonileta hapa kuja kumuulizia ni kutaka kumpa taarifa kwa yule chizi wa kijijini amerudi chizi. Chizi ndo nani wewe? Kisturi amerudi hapa kijijini? Hmm. Makubwa haya. Nimegoma, nimegoma, nimegoma kuzikwa eh, nimegoma kuzikwa nimegoma vaga ag mwenzenu, mpaka najuta, imeniponza tamaa. Oh, no. Naishi kama mfungwa, si lazima damu oya, nikila kukicha ni majanga tu. Oh, mm. mara kapita suriani, mala kapita makata, nyumbani ya kuna amani kiwezi kuweka eka, eka.